Usajili wa kampuni, usajili wa biashara, leseni, na mambo yote yanayohusiana na legal compliance ya biashara yako. mm. I'm here to help. Usajili wa kampuni, biashara, leseni, na kila kitu kinachohusiana na uh, legal compliance mm. Moja sio vigumu kama ambavyo unafikiria. Moja ni wape uongo wote na ukweli ambao umeleta. Kuna uongo unaonyesha kama ni it's more expensive. Hapana, so expensive uh, it's more complicated. Hapana, so complicated mm. ni wewe ndo complicator, wewe ndo complicator. Yes mm. na vile vile, why can't you build your own empire Why can't you build your own future? Why can't you build something ambacho uta uh, change generation yako binafsi, yaani watoto wako, familia yako wa wanavyokuja baadaye, they see like yo our father, our mother, our parents waliweza kupambania hii kitu, and sisi tunaanzia hapa kwenda mbele. Kwa nini unataka kila siku wewe kwenye familia yako yes. Uh, kila anayekuja anatakiwa anze sifuri, yaani anzie chini. Why can't you be uh, that person kwenye familia ambaye ataweza kubadilisha hiyo system, kwamba like watu wakija wakuta kuna kampuni. Uzuri wa kampuni ni system. Uzuri wa kampuni ni kwamba kampuni ni kama umbrella ambayo ndani yake mm. Unaweza kufanya biashara tofauti tofauti mm tano hata kumi mm. Kwa hiyo unaweza kuwa na kampuni yako moja. mm. unaona? mm. Alafu, kwa mfano unaweza kuwa na kampuni yako inaitwa Azam. mm. Ukawa na broadcast ukawa unauza juisi mm. Unauza maziwa ukafungua, ah, mm. timu ya mpira mm. Ukamua kufungua na mashule kwa kampuni yako inaitwa Azam, mm. Mm. Mtu akihitaji okay. mm. So, kusajili kampuni yake sokoni, unakuwa mm. La pili, inabidi uwe na tunasema biashara au tunasema so, hmm. objective au biashara ambazo tunataka kuzifanya kwenye kampuni. Jambo jambo la la kwanza kwanza kwanza tunatakiwa tunatakiwa na hilo jina. Jambo la pili ujue kitu uh, kitu kitu kitu kitu kitu gani gani naenda naenda kuanza hmm. hmm. kuanza kukifanya by by by now. now ambacho ni ni hiki. Lakini lakini after uh, within 5 years kufanya. Lazima lazima mtu ameni kuna kuna ana ana interest interest nacho. Yani kitu, kitu na interest nacho. Yaani anafanya anasema build empire yangu hapa. Sasa hmm. ukifungua kampuni inakurahisishia unavyoweka vyote, unaviweka pamoja unaviweka pamoja, yeah. Unaviweka pamoja. Ukishaweka pamoja, kitu cha cha tatu hmm. uh, kampuni lazima iwe kwanza watu wawili na kuendelea hmm. Masharti ya watu wawili, awe tu anapumua alafu, uh, ana miaka 18, na kuendelea kuendelea hmm. yeah, ana kitambulisho cha NIDA okay, iko ndo uh, the uh, only uh, qualification hivi hmm. Qualification hiyo nani? Hana miaka kumi na nane, kitambulisho cha NIDA, unapumua hmm. ujafa bas hiyo ndio qualification. Kwa hiyo hata wewe unayeangalia sasa hivi you have the qualification to have a company. Sasa hapo nimetaja kwamba uwe na milioni 100 au uwe mtoto wa balesa baresan no?